Habari. Inaitwa Pius Mwikola, CEO na founder wa kampuni ya Mevit. Mevit ni kampuni inayojihusisha na uwekezaji kwenye ardhi, nyumba na majengo Tanzania bara, Zanzibari na Dubai. Kulingana na utafiti wa kampuni ya Saiton, miji mitano inayoongoza kukua kwa kasi nchini Tanzania ni: moja Dodoma, mbili Mwanza, tatu Dar es Salaam, nne Morogoro, tano Arusha. Sababu za Dodoma kuongoza: moja uwekezaji wa kihistoria. Serikali inaendelea kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati, mfano ujenzi wa mji wa serikali, ikulu, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, SGR na barabara ya mzunguko, Ring Road, na barabara za ndani ya jiji. Mbili ni kuongezeka kwa watu ambao kunatokana na kukua kwa maendeleo. Tatu, hadhi ya jiji, kukua kwa mji na fursa nyingi. Nne ni mpangilio sahihi wa jiji, ambapo Dodoma ni miongoni mwa majiji bora yenye mipango miji sahihi tano thamani ya ardhi ambayo inapanda kwa kasi kutokana na maendeleo ambayo inakuja Dodoma. Jinsi ya kuwekeza na Mevity. Moja, kwa kununua viwanja vilivyopimwa. Mbili, kwa kuwa mwekezaji binafsi na tatu, kwa kununua hisa za kampuni. Kutokana na kukua kwa jiji la Dodoma, kampuni ya Mevity inayoletea miradi ya kimkakati sehemu zinazokua kwa kasi. Mradi wa kwanza huko Chawa jirani na Ikulu. Mradi wa pili uko Mtumba kilomita chache kutoka mji wa serikali. Mradi wa tatu uko Nala karibu na chuo cha ufundi Dodoma. Mradi wa nne uko Kitelela jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato na barabara mzunguko Ring Road. Karibuni sana mwekeze Dodoma. Karibu upate elimu ya uwekezaji na kufahamu faida faida za kuwekeza kwenye miliki kuu. Kwa mfano, faida ya kwanza ya kutunza pesa faida ya pili kupanda thamani, faida ya tatu kuweza kurithisha mali, faida ya nne uwezo wa kuweza kuwekeza kwenye majengo zaidi, na faida ya tano uwezo wa kukopa fedha kwenye taasisi za kifedha kama benki na kadhalika. Ofisi zetu ziko Dodoma mkabala na Bunge. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0759020507